Wapendwa wana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Joseph Luena, eh, paroko wa parokia ya Mbopo na dekano wa dekania ya Mivumoni. Padre, naifanya utume wangu katika jimbo kuu, e, katika jimbo Katoliki la Bagamoyo. Nimefurahi kupata fursa na wasaa huu wa kusema nanyi hasa tunapoelekea katika Eh, maadhimisho makubwa kabisa ya kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani zetu za mwaka mzima ambazo mama kanisa amezipa jina la mavuno jimbo. Ni mavuno ambayo yanakwenda kulitegemeza jimbo letu, sio tu mavuno ya mazao ama mifugo, lakini pia hata pesa za mifukoni mwetu na rasilimali zetu mbalimbali mbali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia katika eh, kazi za mikono yetu tulizozifanya iwe ni kutokana na biashara zetu au iwe ni kutokana na kazi zetu tulizojiajiri wenyewe ama kuajiriwa katika sekta binafsi ama katika sekta za kiserikali huko kote, kile ambacho tumekipata basi tunachukua hapo kiasi na kumrudishia Mwenyezi Mungu kama shukrani yetu ya mavuno. Wapendwa, mimi nitumie wasaa huu kuwahamasisha na kuatia moyo na nguvu Muwe na moyo wa ukarimu katika jambo hili tunalolielekea, tukikumbuka kwamba kazi ya uinjilishaji ni kubwa na nzito, haiwezi tu e, kutumia maneno, bali pia rasilimali fedha ambazo Mungu anatujalia. Sasa ni sisi ambao tunaweza kuliwezesha kanisa letu kuweza kufikia malengo yake mbalimbali mbali ya uinjilishaji tutaliwezesha kanisa letu kupitia hizo rasilimali zetu ambazo tunazo hususan, ni michango yetu mbalimbali tunayoikusanya kutoka katika parokia zetu, e, hata katika familia zetu na mtu binafsi binafsi au makampuni na kadhalika. Sote kwa pamoja tunaunganisha nguvu katika kulitegemeza e, kanisa letu na kwa namna ya pekee jimbo letu hili jipya la Bagamoyo ambalo linahitaji sana e, rasilimali na kwa namna ya pekee la rasilimali fedha ambazo ndizo zinazokwenda kutumika katika miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na uinjilishaji. Basi niwatie shime tena na tena, kila mmoja aone jukumu hili kuwa ni la kwake na alibebe kwa moyo mkubwa, ili kwamba kazi ya Mungu isiende kukwama popote, bali kupitia nguvu zetu na jasho letu injili ya Kristo isonge mbele. Shime, inawezekana. Mshike mwenzako, twende kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo.